Dubai ina watu milioni tatu, ndugu zangu. Dubai ni jangwa. Mwaka sitini na moja Dubai ilikuwa na watu elfu sabini. Nye watu wa Mtwara mjini mko watu laki mbili. Mlikuwa nye ni wengi kuliko mwaka sitini Dubai walivyokuwa. Leo wana watu milioni tatu. Wamevumbua pipa rao la kwanza la mafuta mwaka sitini na tisa. Mwaka sitini na moja sisi tuna chuo kikuu mwaka sitini na mbili. Dubai watu wanatembea kwenye kwenye kwenye jangwa wanaokota dates tende wanaishi kama nomadic wanaokota tende, wamevumbua pipa la kwanza la mafuta sitini na tisa. Sisi tuna nchi imesimama tayari. Leo watu milioni tatu, sisi milioni sitini na tatu. Hatuwezi kuendesha bandari, tunawapa Dubai. Watoto wenu wanafanya betting ajira zenu zinatolewa hapa, zinapelekwa kwa waarabu na wachina na wazungu. Tumerogwa sisi, tumerogwa, tunahitaji kubadilisha nchi hii, hatuwezi. Na mimi nimewauliza, kama kuna mtu mmoja jasiri asimame hapa, anayeweza kusema imani kwamba watu wao wanaweza kubadilisha nchi hii, hata tukiwapa miaka elfu kumi asimame hapa simame hapa mtu mmoja. Hata tukiwapa miaka elfu moja wataendelea kuturudisha nyuma. Tunapita kwenye barabara za Mtwara, utafikiri tunaenda kwenye mahandaki ya vita. Miaka sitini na tatu ya uhuru kwenye nchi iliyojaliwa na Mwenyezi Mungu kila kitu. Ndugu zangu watu wa Mtwara tuna sababu ya kubadilisha hali hii. Hatuwezi kuendelea kama. Nyiye hamjihurumii, hurumieni watoto wenu. Tatizo tulilo nalo kwenye nchi ni ukosefu wa siasa safi na uongozi bora. Unawezaje kuwa na sehemu inazalisha korosho nyingi namna hii ushindwa wa kuweka kiwanda cha kubangua korosho ili hata yale mabaki yanayobaki yale mabibo yanatumika kutengeneza spiriti duniani, uzalishe hapa. Maana yake ni nini? Maana yake wewe unapolima korosho uta, utapata bei nzuri kwa sababu kiwanda kiko pale, lakini vile vile wewe utasababisha mtu wa pili apate ajira hapa, kwa sababu kiwanda kiko hapa. Leo unapochukua korosho ghafi unaipeleka nje watu wengine, neno la Mungu kwenye Biblia linasema hata waovu wanajua kuwapa wale wanaowapenda vilivyo vyema. Nani mtoto wake akimwomba samaki atampa nyoka, au akimwomba mkate atampa jiwe? Leo hao wanaojiita serikali yetu, tunawaomba mkate wanatupa jiwe, kwa sababu ajira zetu wanapeleka kwa wageni. Tunawaomba mkate wanatupa jiwe, na samaki wanatupa nyoka. Halafu wanakuvalisha CCM hapa, wanakuja kukuambia CCM juu juu. Wanatafuta nini huko chini? Hapa ndio kuna matatizo ya wananchi hapa, wao hawaelewi kama kuna, kuna matatizo hapa chini.